kinachoshambuliwa kwa tukio kama lile. Je, anashambuliwa mtu, taasisi au taifa? O vitatu vimeshambuliwa: mtu ameumizwa, makao makuu ya baraza la maaskofu yamevamiwa, na heshima ya taifa imejeruhiwa.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 na laana ya milele. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.